Takriban watoto wawili hubakwa kila siku katika kaunti ndogo za Rabai na Kaloleni katika kaunti ya Kilifi. Hayo yalifichuliwa katika mkutano wa mwaka wa wadau wa mahakama kutoka kaunti hizo ndogo ambao ulifanyika katika mahakama ya Kaloleni, ukiongozwa na hakimu mkuu wa mahakama hiyo Rita Amwai. 4 24, 24, 24, 24, 24, 24, Tumekuwa na cases hamsini na uh, nne na kwa hivyo utaona y kwamba mwaka haujaisha na tayari hizo cases zimeongezeka zimeenda juu. Kwa hivyo tunatarajia kwamba by the end of the year hizo cases zitakuwa juu zaidi. Kwa mjibu wa ripoti iliyotolewa katika mkutano huo, kulikuwa na ongezeko la kesi za ubakaji na unyanyasaji wa kimapenzi katika eneo hilo. Ambao wanabakwa uh, sana sana ni kati ya umri wa miaka kumi na mitano na kumi na Uh, ingawaje pia tulikuwa na kisa kimoja mwaka huu ya mtoto wa umri wa miaka miwili na mwaka jana tulikuwa na kisa kimoja cha mtoto wa umri wa miaka moja na nusu. Mkutano huo uliowajumuisha wafanyikazi wa mahakama, maafisa wa upelelezi, mawakili, maafisa wa vifungo vya nje, machifu, maafisa wakuu wa utawala na polisi, viongozi wa kidini na wa mashirika ya umma na wanahabari. Mtazamo wangu, uh, nafikiria kwamba wazazi wamewatelekeza watoto wazazi hawaangalii hawashughuliki na watoto wao mtoto anarudi nyumbani saa tatu usiku saa nne usiku mzazi ashughuliki haulizi mtoto unapata kwamba kwa mfano kuna visa hapa napata mtoto ako na ujauzito karibu miezi saba hiyo ndio sasa mzazi anasema kwamba amegundua kwamba mtoto wake ako na ujauzito na mtoto ako na ujauzito wa, uja wa miezi saba. Wadau walijadiliana kwa kina kuhusu sababu za kuongezeka kwa kesi hizo, huku wakitoa maoni yao kuhusu linalopasa kufanywa ili kukabiliana na visa hivyo. Wazazi wenyewe wengine hawataki kusema hizi kesi, hata mtoto aikawa na mimba, pengine wao wana pengine kutopeleka area wampeleke sehemu nyingine ili chief asijue maana kwa anajua chief akijua basi hiyo kesi itaenda polisi hiyo report is just a reflection it a small fraction ya the reflection ya the situation mega situation thank you and this eh kuna pastor sahi tunachunguza mahali na mimi nimeambiwa jana tu huyu pastor kuna watoto wasichana wakitoka shule around 3 or 4 of them, lazima wapitie kwa goma yake, hiyo ni around 5 6 na watotoka hapo saa tatu. Anasemekana wadambo wakupita mtiani na wakitoka o na sukari na mkate. Swala la disco matanga lilitajwa kuwa chanzo kikuu cha madhila hayo, uh, hasa la disco matanga na vile tabia za watu wetu ambazo zimeendelea kupotoka. Mtu wa kwanza anaweza nikalaumu ni sisi jamii. Wa pili ni yule ambaye ametoka katika hii jamii na amesoma, hasa wale wanafanya kazi katika vile vitengo vikubwa vya serikali. Watatu wanasiasa. Wanne ni yule mtu mwenye ambaye hajapata elimu vizuri, na si kwamba hana elimu kwa sababu yeye amepata tu hint ya kitu fulani, anataka kuona kwamba anajua kila kitu, ndio anapotosha the other generation ya yu. Tukisema kuwa disco zimebaniwa, watu wanaenda kwa chief, chief ana collaborate na OCS, o Police Commander in charge with that area, na napeana vila atakavyopeana. Sasa kwengine kule ambako uwezo hakuna, haitapiga. Lakini ukienda pale ambapo itapiga, ukiulizwa vimekuwaje, bah, tumeenda kwa mtu fulani tukapeana kumpatia yeye, hata kule inapigwa. Ni kama hizo gaps zinaonekana, kwa hapo sisi tunaweza tukajaza na vitu vyetu, kwa kwamba hawa wanasiasa hatuko pamoja na wao, wanaenda kivyao na sisi tuko kivyetu. Hili jambo la defilement lilianza tangu kitambo watu wakalizoea, sasa hivi wanashangaa wakisikia ni makosa. Sasa kuliondoa kwa ku, akili zako itachukua muda, lakini unaamini kwa mafundisho na tukiwafuatilizia muda kwa muda, wakielezewa watajua haya ni makosa, kwa sababu sasa zohori badilika eh. Miriana damu ibadilika oh. Tamaa ni nyingi eh. Mavazi wauwanavala eh. Vibe kule kapindikana kakuna vibe kulegonyanawma Ninakamwambira wana enu sim nwasichana enu, mbona kamwambira kwa sababu tasi disko matanga hacheerie na raha hiyo chitu hey. Mavazi zigatsangira hey. Alafu zizi pesa bodaboda hey. boda, una pesa sana

Kinyume na hizo za ubakaji, kesi za trafiki zinazofikishwa mahakamani zinazidi kupungua. Kulikoni? huko barabarani magari yanasimamishwa sana kwa kila aina ya makosa. Je, kesi za trafiki zinamuliwa huko huko barabarani? Nikiripotia Coco FM. Mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, Lava ya Pwani.